Ee, bwana, asante tena, narudia kweli hapa neno la kiungwana kwako wewe ambao una subscribe na una share, au sio bwana? Sharp sana kwako. Huyo anaozungumza hapa ni Ee, mbuji mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili Salim, mwanangwa wa Ahmed, katika mradi koma. Leo nataka tuangazie namna ya life ilivyo, watu wengi wanaweza kuwa wanachukulia life nyepesi, lakini wengine wanachukulia nzito, umeelewa vizuri. Inategemea, unaweza kuwa na poa kumbe sio poa, ukachukulia fresh kumbe sio poa. Leo niko na alhabibi alhaji Kazoa, niko uh, na mjombango bwana, mjomba jina nani? Msadiki Hasan. Musadiki Hassan. Eh, Hassan gobozi. Kumbe mwanangu bwana. Eh, eh, Hassan Kazoa kwa hiyo ni mwanangu bwana Sadiki Hassan bwana. Kwa Hassan Kazoa, Musadiki Hassan. Ah, kwa hiyo uko na mwanao? Niko na mwanangu sana. Sasa. Asante, mimi nampia mzee asante, chue kwenye fridge popo kunywa gasa <laughs> E, bwana, fresh, mimi ni uh, okay. Nataka tuongelee maisha, kuna yeah, watu, okay. Sana poa kwenye upande wa maisha hasa wanaweza mm. Kukuona wewe Kazoa tu kuona kuona poapoa hapo ulipo anko mtu da. Anko kama umejipata lakini kumbe una story way back yeah. So, sometimes kuna watu lazima tuweze kuambia data ambazo sisi tuko nazo e, mm. Nikisema maisha wewe unaelewa nini Kazoa? Ah, ukishasema maisha maisha tayari yashajifungua yashajifungua tayari, mm. Maisha maana yake ni kupambana bwana, mm. Ndio maana kuna msehemu mmoja au kuna mwanamuziki mmoja alishakuimba sehemu moja, anasema wanaume tumeumbwa mateso, kuhangaika. Akatoka mwanaume mmoja akasema, tuliyajua mapema, ndio maana tukajitoa. Yaani, maana yake yote ni maisha. Kwa hiyo maisha ni safari ndefu, maisha ni kupambana mpaka mtu anafanikiwa, maana yake ana story kubwa sana ambayo kapitia huko nyuma Kufono... eni, yani, baada baada ya kwamba kuimba wanaume tumeumbwa mateso mateso kuangalia, akatokea mwanamume mwingine yeah, akasema tuliyajua mapema ndio tukajitoa. Kwa maana yake aliona hawezi kupambana, hawezi kushikilia bomba, ndio maana akaamua ajitoe, so hiyo yote kwa sababu ya maisha magumu. Kwa hiyo yeah, na, na maisha mengi yajaumbiwa nani, kaumbiwa mm, binadamu, ambao sisi tunapambana na mengi sana, kwa wanaume ndio maana wanaume wengi sana kwenye familia wanakuta wanafariki mapema kuliko wanawake, ndo well, no, yeah, no, yeah, okay, tunaona yeah, hivyo yeah, nyumba nyingi zinakuwa zina mama mwenye nyumba, sio baba mwenye nyumba, katika miaka 50 tu, presha, kiatu Okay. Baba jini bye bye. <laughs> Kwa hiyo maisha na safari ndefu na ukiangalia kama sisi tulipotokea mpaka tunafika hapa kwenye inaitwa Kazoa mm. Maana yake safari ilianzia nyuma ya maisha. Sio mtu anakuwa anakula kula. Kwa? Ah, mtu anakula kula, kula wangapi wanakula? Unaelewa? Mm. Mm. Lakini tumetokea huko na zanga sema kwamba leo mtu hata Instagram mtu anakucheki DM anakuomba hey, hey Kazoa em hey, mn, naomba nishike mkono mimi nito, nitoke. Nito, nito, nito. Kumbe wewe mwenyewe hujatoka. Mimi mwenyewe natafuta pa kutokea kwanza. <laughs> Lakini je, mpaka nafika hapa wa, nimetoka wapi? Eh. Uh, struggle Swali kwa Uncle, yeah. uh, struggle yeah. za maisha, au sio bana? Najua umepita sana sehemu, si yeah. kibao sana yani yeah. eh, mtu akikuona kama nyani, tuseme nyani mkongwe kwamba yeah. kukwepa mishale mingi sana, sana eh, nipe yeah. mawili matatu kwanza alafu <laughs> la niweze kulambaza na, na walimwengu yeah. mm. nashukuru sana mzee wangu kwa yeah. kunipa nafasi yes, hii yeah. kutokana na maisha yeah, watu yeah. jinsi tuvyoyapitia. sure. Okay. sure. Maisha ujue ni mm. safari ndefu ya yeah, mtu ajue ushaona yes. maisha, yeah. maisha kama safari ndefu mm. basi kadi jinsi unavyokuwa mm. ndio brain yako inazidi kufanya nini, kufanya kazi ushaona yeah, kufanya kazi, kufanya kazi. kufanya kazi. Yeah, sure. mimi kadi jinsi unavyokuwa brain yangu jinsi ilivyofanya kazi. Mm. nikakaa nikajitahidi kutafuta kazi mm. labda nipushipushi muda mm. ni fresh mind labda kuna chochote kitu labda nitakapo nitapata mm. nikajitahidi nini kutafuta kazi mm. nikaona ah kazi yenyewe difficult kupata yeah. It's very difficult kupata sio? Nakaa tukijiweni na piga piga story, tumeingia katika janga ilizojo so, vijana tena. Ndio. Ukikana vijana yeah. Na kipindiko ujana yeah. Ukiwepo na act ujana. Yani, wewe ujana, eh, yeah. Yani ule ujana ule baadaye unakuja kuwa maji ya moto, yakaja kuwa kwangu mimi maji ya moto, ule ujana uleujana yeah. Kama maskani sikufanya mm hivi -hmm. Sio kujaribu kutaka kufanya hivi, nimejaribu kutaka kuvuta kitu fulani, bangi nikaona. yeah. Nika navuta vuta bangi hizi kama ikolei hivi kama ikolei dakika mwisho sasa, nikaona hii bangi yeah. mimi uh -huh. yeah. yeah. mbona inikolei yeah. Sasa kuna mshikaji wangu mmoja, huyo sema sasa hivi kafariki, sio? yeah. wakaribu wangu, karibu bwana Msadiki, mbona leo pale tukiona kafe na sinze, sasa tujaribu kulea hii, kumbe ndo ananiingiza kwenye nini, chaka hmm. kwenye chaka hmm. Sasa basi hiyo chaka yeah. na chaka, unajua anataka pesa, ndio ndio, sio sio sio rahisi rahisi, sio rahisi rahisi sio, Mshaona bwana inataka pesa. Mm. Sasa baadaye kwenye hiyo pesa mimi kukosa. Sometimes samti nagoja uingie street nah. Fanya nini Waaso uchukue pesa ili wewe ukabe kweli show. Mshaona bwana, sasa kuingia street hiyo nah. Kwenye kuhaso hmm. Mawili kuhaso kwako na una haso ipasavyo kila binadamu akikuona bwana uh, huyu bwana ana haso anapambana, anapambana eh, au vipi? Basi upambane yeah, kwenye njia ile ya kupambana hata yeah, yeah. Binadamu akikuona kabisa anaona kabisa anapambana, mpambanaji mm -hmm, mwenzangu so upambane, labda mwenzako kishatoka kipambania cha kwake, alafu ana kipambania cha kwake <laughs> Oya Samu anampima uzito. Eh, ushaona bana. Sasa hatimaye yeah. hapa mm. baadaye. Yatakuja kukuta matatizo tu. Lazima utapata matatizo. Kwa sababu kama mtu ametoka kupambana mm. ili kwa ajili ya watoto nyumbani mm. au kwa ajili ya wana, e, afu yeye anapambana kwa ajili ya kabembe, ukabembe. Eh, uka ah. e, lazima unaweza kwa namna gani? E. Alhaji Kazoa nakumbuka katika kazi zako sikufanya. <laughs> <laughs> Walikuwa ni pastori ukaniambia umefanya kazi kiwandani. Kwanza kunivua miwani kwanza. Maana yake hao ni ni vizuri. Baada anasema baba ananifananisha baba nimefanikiwa zaidi. Eh. Ukinangaa kwa haraka haraka, mtu anaweza akaja akajua mimi yeah, ni usalama wa taifa, lakini sio, kwa sababu nimepambana mpaka nimefikia hapo. Unajua ya yeah, unajua nilikwambiaga siku ya bwana wakati <laughs> na aso yeah, tulikuwa tuna yeah, yeah, yeah, ndoto nyingi sana za kwa wasanii kwa sababu tulikuwa tunapenda sanaa, tunaona nzito wanafanya yani, kufikia ndoto yako umependa ndoto nzito, ndoto nyingi sana ni mpaka nifikie ndoto yangu. Kwa hiyo ndoto ambazo nyuma nilizopitia ni kuanzia viwandani hadi nipate ile ndoto ambayo naitaka kuifikia. Unafikia je ikiwa una pesa una chanzo cha kushika una connection. Kwa hiyo lazima uanze kutafuta pesa, pesa unapata wapi? E. Hatuwezi kukaa bado hizo. Kama brother alivyosema hapa mwanangu, e. e. kwamba yeye muda mwingine aliingia mtaani, akaanza kupima tu uzito. Maana kupima uzito, uzito ni nani? Kabali yani. Kuna mtu ananinginia ndio anapima uzito. E. Ehe. Kwa sababu hatukuweza vitu, kwa sababu tukasababu tuingie moja kwa moja viwandani. Tunaingia viwandani sasa, tunaenda kule mtu, sio wewe unaingia kwanza e. e. e. ya kwanza kwa kichochekesho kwanza kiwanda nena siku hiyo nena, ukomba kazi siku hiyo. Nimepata kazi bwana. Ah, nataka kazi. Ingia. kwa siku shilingi ngapi kwa siku bwana? shilingi 10000. Kasi ah, 10000 mbona mm. Mbita kazi na fresh tu. i said nimeingia ah i said, sikwambie yes, bwana nimeingia pale mm. ni kiwanda cha kuyusha vyuma mimi mm. nikaenda pale nikachukua hivi vyuma, tunakaa sehemu fu, unayusha, unapokea mtu anakugea, unaona, unachukua unampa mtu uweza. Mimi niko na mtu pembeni, yuko na ndoo ya maji ya baridi lita lita 20, mm. ananimwaga hivi wap akikumwagia kitendo cha kugeuka hivi tu, mimi nitaisha kauka na deki uweze, kama nguo zimekauka, nabudi umekauka. Je, uko ndani kuna kuaje? Figo ah, maini umeona. Weza mimi saa sita tu hata sijakuchukua hela nikalibia nguo mwenye kaza kunyata

kazi viwandani nikafanya kazi nyingine, nikapata kazi moja ya kukunja mashuka kwanza. Yu, yani nilivyoambiwa, ah, tu kazi ya kukunja okay, mashuka yani nilivyoambiwa tu kazi ya kukunja mashuka <laughs> Ukiacha, ukiacha kazi ya kukunja mashuka kuna story moja uliokunambia kwamba ulikuwa unatafuta oili, oili ya kupima <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Mjomba <laughs> ee, katika struggle, ambazo watu wanachukulia poa watoto fulani siku hizi wanachukulia <laughs> poapoa ndio maana wanakuwa mambo poa, <laughs> yeah. Ya kwa sababu wao wanachukulia poapoa. Ushasafiri kama nchi ngapi hivi? Uh, mi nimesafiri kama nchi tano hivi. Nchi tano. Nchi gani ambayo safari ilikuwa ngumu sana? Uh, nakumbuka ish nilitoka zangu Eh, nikapanda meli kiwanja hiyo. Umetoka kiwanja hiyo. Oh, ushaona hizo lezo saluti. Nilipofika pale Deben kwanza, before ya kupanda hata hiyo meli kwanza, kwa sababu nimetoka huko Tanzania Tanzania au umepiga mavumba Tanzania hapa baada ya kutoka hapa nilikopenda pesa yangu mm, nikatoka nayo nikasema, bwana mimi maisha hapa Tanzania yashinda sasa so. Mm, okay, ngoja nikatafute maisha sehemu nyingine, labda Deo, yeah, labda Mwenyezi Mungu anaweza akanionyesha, hey, kidole kwenye haso yangu, bwana, hapo ndio ulipofika mguu wa kutoka mguu wa kutoka. Mm, basi sasa nilipofika huko sasa, da kweli nimewakuta maisha watu wa Tanzania, jinsi wanavyoishi kusema, mimi hapa ndio first time, mm, kuingia sehemu ile debe, ah watu ndio jinsi wanavyoishi, basi hapa ndio jinsi wanavyoishi, ah, jinsi wanavyoishi poa Nimeenda maskani, nimekaa una kabidhi wa bunduki. Nimefika pale maskani makuta washikaji walinusalimia wa, bwana vipi? Ah, fresh fresh, nakuaje poa. Wewe umetokea? Ndio meingia nikamwambia, mimi ndio nimeingia na kama wiki sema eh. nilikuwa ponipo zangu Richard mm. Bay. Eh. Ushaona kuna sehemu moja vile tu Richard Bay hapo, lazima ukitembea na gari lazima upite hapo. Ushaona bwana. Unchakaa sana nishamzika mwanangu Richard Bay. Ushaona bwana, nimekaa pale Richard Bay unaweka na kipala wanangu. Eh. Nika nafanya kazi mm. ya nini? Inakuja truck yeah. na tulemsha simenti. Kila truck likija lile pale cha Debay, kila track likija ile pale, yule muhindi alikuwa anajua kabisa kama ah, mimi hapa nina watu wangu haraka haraka ambao wanaanza kushika simenti, wanashusha simenti. Sasa lile container lile mm. linakopo lipo lile 40 feet lile, yeah. umeshaona lile 40 feet yeah. unabeba kiloba kimoja kimoja, unaenda unakiweka, ukishamaliza lile container nzima lile mm, yani posho yake anakupa randi mia na hamsini asa, randi mia hamsini mi bado vile vile nitoshi. Ndiyo ndogo. Ndio unatoka zako Richards Bay unaenda zako. Nikaona ah mimi hapa Richards Bay mambo ya kufanya nini mm. ya kushosha simenti su mimi siwezi, sio mambo yangu mimi, sija ya, mi si ya kuja South Africa kwa nia mimi ni yangu ya kutafanya nini kustowaway yeah, kupanda meli sio kwa ni kaondoka pale sema pale Richards Bay wakati tunavokana kwa sababu sina lifu permit, ndio eh, ndio kwa sababu unaposafiri ujue mm. kutoka nchi hii kwenda nchi nyingine lazima uone mm. wana lazima uone document yeah, mimi ukujua tangali nilipotoka nilipo sina Free entry document. Mm. Yeah. Shaona bana yeah. Nika nimeondoka na yi temporary passport. Mm. Yeah. Ndiyo yi temporary passport baada ya kuingia zangu Mozambiki tena ikawa so issue tena. Haitumiki tena. Yeah. Mm -hmm. Mimi South Africa wanataka passport. Ndiyo kitabu. Kitabu. Mimi kwa no way. Nikavuka pale Mozambiki, nikaenda zangu kwa mguu eh, kwa mguu nimevuka pale basha koreo. Yeah. Bela Vista, nikaenda zangu Katembe. Yeah. Katembe nikaanza kutembea pale. Mm -hmm. Mi Yo katembe katembe unatembea hiyo mpaka unasikia. Nimefika zangu katembe mpaka kufika kufika zangu pale Bella Vista. Kule kuna Mportugizi mmoja kapita. Mm. Kaniona mimi, sasa kapita na baki. Kenda kenda mpaka mbele, kasimama. Eh, akaniambia njoo. Mm. Bwana, unaenda on wapi? Mimi nikamwambia naenda Ponta Dioro, mm. Ponta Gate. Sio, unajua pale kuna boda. Mm. Huko Mozambique, huko South Africa mm. Kwenye gate hiyo mm. Ponta Gate. Sasa akaniuliza bwana, pasipoti yako wapi? Nikamwambia bwana, mimi pasipoti. Nikaa, nimemdanganya. Mm nambari usijua tena, huku natembea kwa mguu hivi. yeah, hii, yeah. Hii Katembe nimekutana na watu katikati hapo, na mdanganya tu eh, hey, ni usidi mimi hapa, nifanye nini, anisaidie anisaidie yeah. yeah. Watu wamenikaba nini, au sio bwana, wamenichukua passport yangu sasa, what is going to do. Nikamwambia nisaidie mimi mpaka tufike pale point target yeah. Afu mimi achana na mimi afu mwenye nitajua, wewe ni unatumia hapo, natumia portugishi yeah. yeah. E, okay. na portugishi hapo yeah. Umeshaona nafala naye portugishi yule, umeelewana eh, tunaelewana okay. Umeshaona bwana, naongea na portugishi yule. Akanambia don't worry is gonna help you. Yeah. Kanichukua mpaka Ponta Gate pale. Yeah. Naiona kabisa gate lile pale lile. Ndio mm. Ndio la mimi hapa nitakuwa mimi pale nipite. Sasa mimi nikijiangalia niki sina document. Document una. Sasa mimi pale nikipita nitaagia kibali gani cha ambacho mimi cha kuniingiza yeah. Na ingiza South Africa. Yeah. Yeah. Nikawa no way. Ah, nikiangalia huko na nyenge. Mm. Sasa ile sehemu ambayo nilivoingia mimi pale. Yeah. Ilikopo saa kumi na mbili jioni nikawa hapa send kugonga nini. Mm. Yule yule jamaa sasa, narudi huko kwenye magari je kumwangalia, je yule jamaa kishaondoka. Mm. Nimwombe bwana, hata kama unakaa karibu yeah, unipe yeah, sehemu yeah, ni hata hifadhi, kwani nilale asubuhi niamke hapa boda nigonge niondoke. Yeah. Yeah. Sasa mimi yule kurudi huko tena yule jamaa sijamkuta. Yeah. Ah, nikawa nimefika pale Ponta Gate nimekaa mpaka jioni watu wanaondoka ondoka mule, kila mtu anaenda zake. Mm. sehemu yake ambayo anapojua, ndio kulikuwa kuna sister mmoja pale alikuwa anauza mfaifa biashara tu niko na mitikashi ela ile na mitikashi, nikatoa kama mitikashi, nikatoa kama vinti hivi, kama shilingi 20 shilingi 20 eh ndio inaitwa vinti eh, vinti ndio nikatoa vinti. Nikamwambia dada, wewe si unauza chai hapo na mikate ile ya kisu, wenyewe anaita pao, sio nikanunua pao pale na kombe cha chai, nikakunywa. Nikaona hiyo jioni, jioni sasa hapa nika na discuss sehemu ya wapi nitaweka bafu kidogo, asubuhi nifanye nini, uchomoke uchomoke sasa kila mtu nikimwambia bwana, nisaidie, inakopo anakopo ana, anakopo anajistukia hey. mm. yeah. yeah. yeah. yeah. well, mi kunisaidia bwana kuniweka kwake hivi. Nyinyi bwana wa Tanzania, bwana nyinyi bwana mna matatizo mnaweza mkachukuliwa hapa mkawekwa hivi nini halafu mkaharibu kabba. Sister wala usiwaze mi sehemu ya kulala, mi najua sehemu gani ambayo nitaenda kulala yeye. yeah, anakaa zake Bela Vista sasa Mshaona, Bwana Yesus mm. kama visita, mm. na Bella Vista anakuja pale Ponta Gate, anafanya biashara zake jioni, anapanda ah, taxi anarudi zake kule kule Bella Vista yeah, kule nilipotokea kule nilipovuka na kwenye kipantoni yeah, nilipovuka mpaka nije kuipata hapo Katembe eh, yeah. yeye yeah, ndio anakamita kule kenda mpaka kule ah, mimi yule sister. Sasa jioni pale nimekunywa kunywa chai nini, akaondoka yule sister fresh, nimemsaidia vitu vyake pa akanambia, lakini yapo usiye na no wasi, kuna magari hapa sometime anakuja mm. unaweza hata kaomba kalala kwenye gari, nikamwambia sister Don't mind eh, fresh nikamselea vitu vyake, kapanda gari kaondoka, mi nimekaa, baada saa moja nika... Sasa kuna kama mm. pori, mm. miti, miti, flani. Miti, miti kaakpita kwenye mitiki, kuna kipinduko kaburu umeona zile nyenge mm. ili si ndo geti hizi yeah, ndo nyenge zake zi. Eh. Yeah. keka shoti mule siku sababu watu wanaruka nyenge zile wanaingia South Africa watu kwa kubuza yeye shoti mkabuu yeye yeah, shoti. Ushaona bwana. Sasa basi mimi cha kufanya zile shoti nikaona. Yeah. la yani hizo shoti na stori yako yeye kumwagia maji anakauka. hey. ndio kufanana hivi hey. hey. kuingiliana ndio, sio hizo zote kwa eh. Ushaona bwana mm. mimi kibali cha kwenda kugongwa pale boda sina mm. au sio bwana? Nikaona hapa bwana sina jinsi tabili mimi afanye nini? mm. niruke zisenyenge mm. niingie South Africa. Ndio nishaona bwana, nikaenda kuna sehemu nimelala saa 12 alfajiri mm. kuna mti tu mtiki, kuna majani niliko, nimevaa nimevaa kama vile wet suit zile eh. zile ndefu zile ndio, alafu nina begi, nimebeba basket, kuna mswaki mule Deo. vitu vyangu nimeweka eh, ushaona sure. bwana ile yes, sehemu nikaona labia hapa kuja nilale mimi, nakuja kuamshwa nyani wale wadogo wadogo, mamanki wanacheza, wanagombana mimi sinivyolala kama hivi yeah, wakajua ndugu yao ah, lakini yote jamii moja unajua. Na stuka naona mbona begi langu linavutwa ili, uh, au sio bwana? Kugeuka hivi naona wale ngedele wadogo wadogo wale, yeah, siku na wanadandadanda kwenye mitiki, nikaona fresh, nikaamka pale nikatoa ile maji nikapiga mswaki pale fresh. Nikaanza sasa nazifuata zile senyenge zile, nimefuata senyenge na sehemu wa Tanzania kitambo tu amekata tobo kama la kupenya hapo hivi, au sio bwana? Eh, Bongo sio watu wazuri yaani senyenge ina moto, afu wamekata watu, wamekata. Yeah, ndio hivyo hivyo eh. Yeah, hey, watu wanakula hivyo sasa. Basi nikaifuata ile barabara ambayo iliopangwa mitiki, sio yani barabara hii, mm, hii mitiki imepangwa hapa, huu hizi hapa ndio senyenge hizi za mkaburu mwenye alizoziweka huku yeah, ni pobazo wa Mozambique huko. Lakini mwanangu, msubiri kwanza hapo hapo, mm, unajua unajua nini mm, kwa jinsi ulivyoanza pale mpaka mm, mpofikie kwa huko asoza huko mm, kama ungezitumia hapa bongo hapa ngetoboa ngetoboa. Sasa kwani umeenda kule, nakati unajua isaste nguvu hapa hapa. Sasa kutokana na mimi mm. kuondoka hapa kwenda huko, kwanza mi, before ya hapo, mi likopo mteja navuta unga, ndio okay. shaona bwana mm. kwenye kuvuta kwangu unga, yani nimepitia eh, vyama vingi, vyama vingi sana ya Shua jinsi unavyoniambia ukiachana okay, na safari kuachana na ambi... safari kwenda South eh, Africa kwenda eh, kwa eh, siku Stroway eh, mimi eh, kupanda meli achana na hiyo hiyo, unaacha unga ujaenda soba ujaenda nini? mimi miaka yote ambayo ninovuta no, no drugs eh. Mimi drugs nilishasema mwenye myself. mm. Kama mimi drugs situmii nah. Methadone eh. Situmii kidongo chochote naacha. Yaani mimi labda nichukuliwe nipeleke kwa jela, si upati unga ule natoboa, natoboa mimi

Kama wewe ukajisahau tu kaacha gari yake mule kafunga vioo kila kitu. Sasa juu pale kaeka laptop yeah. Simu juu mm. Kaeka na wallet yeah, tu. Ndio mimi sasa nimeletea ile akili ya kiteja mm. Kumbe pale si unajua hii gari yake ipaki hapa ili ghorofa yeah. Kumbe mimi jinsi ninavyoenda hivi narudi na kuichungulia yeah. yeah. Watu kumbe jua ananiona kuna security kakaa juu <laughs> ananiangalia anataka ajalistu wale akasema bwana <laughs> mimi ngoja nimwangalie kitu gani ambacho eh yeah. atachokifanya Mm -hmm. Unaenda michezo ya nyani yeah. <laughs> Umeshaona bwana, kweli mimi hapa nikajola. Ah, mimi hapa sina iba tu, naondoka yeah. Nikanyata pa nilikopo na plug nikatua mm -hmm. Plug nikapasua kile kioo yeah. Sio, unajua plug ukipiga yeah, kioo kina sambaratika, nikakitoa kile kioo nikagiza tuna bunga gari naingia sasa, nabeba ile laptop ile. Kumbe ile security tena kisha tele mtika anakuja ah, mbio. Mimi sasa nahangaika nilibebe ile nili begi nilitoe nili mule kwenye gari, kumbe ile security kaja akalukia miguu miwili, hata lile begi yani hata kulifikia sijalifikia. Urudi ndani ya gari yani, yani niliache lile begi, urudi ndani ya gari yani, rudi ndani ya gari yani, kama anakuja kunipiga. Ile security analinda sehemu ile afu naambia basi sinaiba, ushaona bana, kaja kalukia miguu miwili. Ah, mimi nimeanguka chini, nataka nikimbia, kale kata mtama Asa mingi pidiko mteja na putonga, sina nguvu kikili kikili kikili kikili kikili kikili wakanifunga pingu za plastiki kweli, pale piga pijua pelekwa kituoni. Nimepelekwa kituoni kapo Ijumaa, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumapili saa nne usiku anakuja investigation, yani mpelelezi. Kwanza Ijumaa hujaletea hujaletea tori wale ndani, hiyo Ijumaa hiyo Ijumaa hiyo nipo pale kituoni kwa sababu pale vituoni pale South Africa sometimes mm. Ijumaa anaweza akaja pasta akaja yeah. Akaja shehe yeah. Akaja kuwaombea wa, wale wa, watu vitu yeah. Wa vituoni bwana ni Waislamu yani no, akaja akauliza kuna muislamu yeah. Muislamu yupo bwana, leo unajua juma bwana hivi hivi yeah. Na hivi anaanza kutuombea dua akufanyia mambo yenu ya mepesi, yeah. Ushaona bwana kumbe mm. Yule mtu ambaye alomvunjia gari yeah. Vitu vyake sikavipata laptop usiri yeah, na simu sana ataki yani ataki kesi yani yeah. Okay. Yani akawaya ataki kesi kawasha gari yake. Kio tu kavunja, no kio kununua tu chengine kaondoka mm. Yule mimi nimekaa tuone kituoni siku siku tatu. Siku ya tatu napeleka zangu mahakamani. Napeleka mahakamani na somo shtaka la malicious damage. Eh. Mm. Au sio bwana? Mm. Ah, nimesema malicious damage. Nikaambia hakim sio kweli. Ikabidi napigwa remand 14 days. Naenda wapi? Mm. Naenda jela. Jela hiyo. Mm. Ausi, yo, namba, jela, au sio bwana? Eyo namba ya jela hiyo ndio. Na mimi ndio first time kuingia jela au mwingilia nje ya nje ya nje ya mmm shaona mmm, wewe unataka ingilie wapi? Aingilie ndani yani? <laughs> <laughs> So unajua una vitu vi tofauti hapo. Wewe wewe wewe ushaka nini? kitu cha kitu cha hata cha cha nini? Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, unajua. hmm. unajua unabii, umshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, mimi sija, ah, ki kweli, unadhani kama baza kapenda hapo? Hajapenda, si ndivyo? Eh, hakuna mtu ambaye anapenda kupata matatizo ki kweli. Asa, kwa kama kuingia kule nako sio kuzuri pia. Eh, kama ujaingia kule, mshukuru Mwenyezi Mungu Wakati ile nyimbo inaimbwa, wewe ulikuwepo hivyo, yani kwamba ile nyimbo, wanaume tumeumbwa Mb. mateso kuangaika, akasema hivi nini, niliajua mapema William ni eh, nani nyumba za ulisi ile siku hiyo Gurumo alikuwa nani TX alikuwa yupo amepata kwa, kwa show pale Mnazi Mmoja. Kwa hiyo ka, kabi, mm. mm, nafasi ya TX aimbe nani aimbe, ah, nani sasa pale akaimba hapo pale. Maria baba, okay. mari ya hmm. babako itantoa roho chongo, babako pembeni, bwana. Wakati historia yako mwanzo, umeniambia kwamba ulienda maskani ukiacha na huko ambako umerudisha nyuma, yeah. ulienda maskani first time, Deben sasa yeah. Deben, umeenda maskani mara ya kwanza Achana sasa hivi sasa uko kituoni hapa hey. si tunaondoka yeah. Kituoni uh -huh. tunaacha watu story po kituoni uh -huh. issue uko zako Deben kwa mara ya kwanza unaenda maskani ah, mara ya kwanza nimeenda zangu maskani, kabla hujaenda kuzamia sasa, uchukue meli uondoke, mara kwanza, si hmm. unajua unajua, anakuchukulia fresh, kumbe mara kwanza. ngoja, ngoja nikwambie, umeona pale Richards Bay pale lipokuwepo pale eh, eh. pale hazitoki refugee permit pale, ndio sasa watu wote wa refugee wanaenda yaani, kama wewe permit yako ime expire Richard Bey. alikuwa mwanangu mmoja alikuwa anamuita Said Tamba, alikuwa mwanangu mwingine anaitwa uh, Mwarabu Mwarabu Manchester, wanajitoa yeah, Manchester mwanangu Kadi ka kafariki, sema kafa hey, ndio Manchester munea. eh. Hey. Manchester mwanangu wewe eh. mimi rafiki yangu Manchester <laughs> sasa Manchester, mimi anapigwa bunduki na Aleni yule ah. Manchester rafiki yangu mimi, nipo zangu Deben, ninasikia bwana Manchester kafa. Wewe so, jisumba sema mwarabu, nimekwambia wewe Manchester ndio kafariki. Mtoto mmoja wa kiarabu alikuwa pale to Manchester, ndio rafiki yangu sana. Alafu acha naye atajua nini, acha ehe. First time usio, unaweza kuenda umeshaona? First time nenda zangu maskani, au sio bwana? Nikasema poa, ngoja nenda zangu maskani sasa kule Dedeni mm. Kwa sababu mimi before nilikuwa na Richards Bay yeah. Wakati ninavyotoka huko Tanzania yeah. Nafika zangu Mozambique yeah. Nikaona hapo bana sehemu ambayo nisharuka sharuka nyingi, alafu sina document refugees mm. Afu sisi hapa Tanzania ujue tunapo mm. Tunapo, tunapo lo, yeah. Tuna document za refugees yeah. Tunaambwa nyinyi kwenu hamna vita, ndio unakuwaje mkimbizi? mm. Kwa nini kwa nini unakopa mkimbizi mmeshaona? mm. Bwana bana mimi dakika mwisho nikaona nikaona nataka nibadilishe complain, lakini nikaona how mm siwezi kubadilisha kompleni. Yule boya aliyokupiga kinoma noma ule, ah, yule boya ah, ah, yule boya, ule, ah, yule boya security yupo kwenye kazi yake sasa. ah, yule pale alikopo, ujue anaona kabisa mimi mm nakuja kumpa deni njaa, yeah. So, unajua najua kushaka security. Ndio. Yeah, yeah. kama watu wamekupa lindo kama hivyo, wenyewe hapo meacha gari nje, yeah. meacha vitu vyenu, yeah. afu kuna mtu aafu nyewe yule mtu baadaye hayupo, alafu gari yenu imevunjwa, vimeibiwa vitu nie, yeah. Mtamfikiria nani? magari yetu <laughs> nje <laughs> nimeshtuka. <laughs> bwana safi, au sio bwana? endelea kulambaza nami uweze kupata maarifa stahiki. Leo niko na wanangu tunajaribu kuzungumza vitu ambavyo unajifunza kwa namna moja au nyingine yeah. Life haitabiriki. Uh, Life hufundishwi mm -hmm. mtu sometimes inategemea mm -hmm. mtu unavyotaka kujipapatua ili uweze kufanikiwa kwa namna moja au nyingine. Usibane uh, endelea kuwa na sisi hapa, alafu mimi nitarudi kwako, nitakwambia kwenye mia kuna tisa ngapi? <laughs>